Kwa hiyo wanasema tunashika lugha tu kwamba ni kiganja. Mpaka kwenye kule habari za mwizi fakta waidia huma kateni mikono yao anasema no, tunakata viganja. Hatukati huku, wala huku. Kwa hiyo mkono ukitajwa bila mpaka ni kiganja. Ukitaka kutaja zaidi hapo sogea mbele useme mpaka wapi. Kwa hiyo kwenye kutayammam wanaishia viganja. Na salafia nao wako hivyo wanaishia kwenye viganja. Tumefahamiana? Lakini, Shafi anaishia kwenye nini? Nilikuta mjadala huo mrefu kwa kweli, tayama mshehe wapi mpaka wapi? Hapa hapa, kwa kila mmoja hoja zake. Kwani atakayetama mpaka kwenye kifundo itakuwa kiganja haja kivuka, si shaka kivuka. Kwa hivyo, bora utayama mpaka kwenye kifundo kwa ajili ya uhakika na kuondokana na ugomvi, khuruja minal khilafi Kwani wale wanaokwenda mbio si so nafungiwa kamba pale wakifika, kwani akifika lwa kwanza pale anagusa tumbo, ndo anasema ishashinda. Si anaikata, anapitiliza. Akishapitiliza anasema mshindi mimi. Kila anayekuja huyu hajakata utepe mimi, ndo lokata utepe. Kwepandisha juu ukate utepe ili uhakikishe kwa wewe umetayama bila mgogoro wa dhehebu lolote. Takbir. Takbir. Takbir. Takbir. Ndio maana ya kumaliza migogoro katika Uislamu. Tafuta rai ambayo itakutoa kwenye mishkeli. Kwa nini? Yule alikwambia ukitayammam mpaka hapa, ukipandisha atakwambia hujatayammam. Kwa nini? Wewe ukitia udhu alafu mguu wako ukakosha mpaka kwenye goti, nani atakwambia udhu wako basi? lakini ikiwa umeshusha chini tu ukaishia kwenye kisigino. Sasa huyu anayesema mpaka, mpaka kwenye kifundo, ukitayammam kwenye viganja atasema tayammam ni batili. Lakini yule anayesema mpaka kwenye viganja, ukipandisha mpaka kwenye vifundo hakwambii tayammam yako batili. Sasa tufanye lipi ili kumaliza mgogoro? Tupande mpaka kwenye vipundo. Ama sivyo jamani? Taqaddum tashri' hukm al-asl ala hukm al-far'i ay an yakuna hukm al-asl mutaqaddiman fi al-tashri' ghayra mutaakhir thubuti an hukm al-tashri' al-far'i. Idha tashri'i ghayra mutaakhir thubuti an hukm al-far'i idha urida ithbat hukm al-far'i bil qiyas takapotakiwa kudhibitisha hukm tawi kwa njia ya qiyas Fala sawa qiyas al-wudu' ala tayammum bi jam'i at-taharati haitosihi kwa hivyo kufanya kiasi cha udhu kwa tayamamu kwa kikusanyo cha kwamba vyote viwili nitoara, ni tohara shirati niyati fihi katayamum, kwa kushutusha nia ndani yake kama ilivyotayamam. Leana ludhu fi hadha alqiyas yakunu faran, kwani ni udhu katika kiasi hichi utakuwa ni tawi wa tayamumu asla lahu, na tayamamu utakuwa msingi wake, ma anna au shina lake, ma anna alwudu asabiqun fi tashri, pamoja na kwamba wudu umetangulia katika sheria ala tayammam kuliko nini, kuliko tayammam, lana ushuri kabla alhijra. Kwa sababu tayammam anasema wudu umewekwa sheria kabla hijra na kutayammam kumewekwa baada ya hijra. Lakini hata kama si sababu hiyo ya kihistoria ya kusema wudu umekuja kabla ya hijra na tayammam umekuja baada ya hijra, ile aya yenyewe ukitazama tu kimtiriko, falam tajidu maan, mkikosa maji ya kufanya nini, hayo maji mkiyakosa ya kufanya nini? ya udhu ya kutia udhu na kutayamamu. Kwa hivyo udhu ndio mwanzo, alafu ndio tayamamu. Sasa tena vipi udhu utafanywa kiasi kwa tayamamu, wakati tayamamu ni mtoto wa wa udhu? Ndio yale ya kusema baba kafanana na mwanawe au mtoto kafanana na babake. Fasaha ni ipi? Mtoto kafanana na babake, sio baba kafanana na mwanawe. Kani baba kafanana na mwanawe, wewe utakaiwe vipi? Mtoto kafanana na babake, sio baba kafanana na, na babake kwa sababu baba ndo kaja mwanzo. Kwa hivyo itabidi tumfananishe mtoto na yule aliyekuja mwanzo ambaye ni babake, sio baba kumfananisha na mwanawe. Lakini tunasema katika lugha kimakosa tu baba akafanana na mwanawe. Hapana, mtoto kafanana na babake, kwa sababu mushabaha je mwanzo mushabaha umbi, eh, na vitu kama hivyo. Kwa hivyo hapa mtoto ni tayammam, udhu ndio baba. Kwa hivyo tayammam ifanane na udhu na, na sio udhu kufanana na nini, na kutayammam. Tumefahamiana na hiyo, ndio logic eh <clears throat> Haya bwana, amma idha kana lilfari dalilun akhar, aa, amma likiwa tawi lina hoja nyingine ghair alqiyasi, sio kwa kiasi eh. Fala mania min hadha alqiyas, hakuna ubaya wa kiasi hichi. Liana hukm alfari, kwa sababu tawi yakunu thabitan ina idhi bidalilaini, itakuwa hukm ya fari imethibiti kwa dalili ngapi? Mbili, kwa maana ipo hoja na ipo kiasi. Kile kiasi kitakuwa kina support tu, kinaunga mkono kina saidia, kina saidia. Wadhalika dalilu mithlu kawli alayhi sallallahu alayhi wa sallam, na dalili ya mfano kawli ya Mtume sallam aliposema innama al-amalu bin niyati, hakika vitendo ni kwa nia. Kwa hivyo tayamamu na udhu vyote vitahitaji nia kwa sababu ya hadithi hii ya kusema innama al-amalu bin niyati fainahu yashmulul wudhu wa tayamamu, kwani hadithi hii itakusanya udhu na kutayamama, mkote kutahitaji nini? Nia. Tufike hapa kwa leo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.